Augustino wa Hippo ni mmoja wa watakatifu maarufu na waandishi mashuhuri katika historia ya Kanisa Katoliki. Alizaliwa mnamo mwaka 354 huko Tagaste, ambayo sasa ni sehemu ya Algeria katika Afrika ya Kaskazini. Maisha yake yalijawa na mageuzi makubwa ya kiroho kutoka maisha ya anasa hadi kuwa mfuasi wa dhati wa Kristo. Kupitia maandiko yake, hasa Confessiones, yaani maungamo, na De Civitate Dei, yaani mji wa Mungu Augustino aliweka msingi wa falsafa ya Kikristo na mafundisho ya teolojia ya Kikatoliki. Maisha yake ya kiroho na mafundisho yake yalizaa shirika la kitawa linalojulikana kama shirika la Mtakatifu Augustino ambalo baadaye lilivutia hasa baadhi ya mapapa wa Kanisa Katoliki kujiunga nalo. Augustino alikulia katika familia ya kipagani huku mama yake, Monica, akiwa Mkristo mwaminifu. Katika ujana wake, Augustino alijihusisha na itikadi ya Umanikei, lakini alijikuta hajarithika kiroho. Baada ya kipindi cha utafutaji wa kweli wa kiroho, aligeukia Ukristo na kubatizwa na mtakatifu Ambrosi wa Milan mnamo mwaka 387. Baada ya kurudi Afrika, alichukua maisha ya kitawa akawa padri na hatimaye askofu wa Hippo. Agustino alisisitiza sana neema ya Mungu, umuhimu wa toba na mamlaka ya kanisa. Aliandika sana juu ya mapambano kati ya mji wa Mungu na mji wa dunia, yaani dini na siasa, akimaanisha vita kati ya maadili ya kidunia na maisha ya kiroho. Mafundisho yake yalichangia kwa kiasi kikubwa kuelewa asili ya dhambi, neema na wokovu, masuala ambayo yalitawala theolojia ya kikatoliki kwa karne nyingi. Shirika la Augustino lilianzishwa rasmi mnamo karne ya kumi na tatu likiwa na lengo la kuiga maisha ya pamoja ya Kikristo kama alivyoishi Agustino na wenzake. Wanashirika wake waliishi kwa kufuata kanuni zilizoandikwa na Agustino, zikiweka msisitizo juu ya upendo wa kindugu, maisha ya sala na huduma za jamii. Kanuni hizi zilihimiza usawa, mshikamano na kujikana, mambo yaliyovutia sana wale waliotaka kuishi maisha ya kiroho ya ndani na ya kujitoa. Unaweza kujiuliza kwa nini baadhi ya mapapa walijiunga na shirika la Agustino, akiwemo huyu wa sasa Papa Leo wa 14. Mapapa mbalimbali waliwahi kuwa wanachama wa shirika hili kabla ya kuchaguliwa kuwa viongozi wa Kanisa Katoliki. Sababu kuu za mapapa hawa kujiunga na shirika la Agustino, mojawapo ni misingi ya kiroho ya kina, lakini pia ushawishi wa maandishi ya Agustino, maandalizi ya uongozi ambapo maisha ya kimonaki yalihimiza nidhamu unyenyekevu na upendo kwa wengine sifa muhimu kwa kiongozi wa kiroho wanachama na wa mashirika ya kitawa mara nyingi walikuwa wakiheshimiwa na kuchukuliwa kama viongozi wa kiroho hivyo kuwa na nafasi nzuri ya kuchaguliwa kama mapapa lakini sababu nyingine ilikuwa ni mapenzi kwa haki na amani ya jamii kama ambavyo Augustino alivyosisitiza umuhimu wa mji wa Mungu yaani jamii inayosimamia maadili ya kiroho mapapa wengi waliona kuwa kujiunga na shirika hili ni njia ya kuonyesha dhamira yao ya dhati kuhusu kuhubiri amani na haki katika jamii. Agustino wa Hippo aliacha urithi mkubwa wa kiroho, falsafa na theolojia ambao umeathiri kwa kiasi kikubwa Kanisa Katoliki hata sasa. Kupitia mafundisho na maisha yake alitoa dira kwa wafuasi wake kuhusu namna ya kuishi maisha ya kiroho na kujitoa kwa Mungu. Shirika la Augustino likawa njia ya kuendeleza urithi huu na kuvutia hata viongozi wakuu wa kuwa kanisa, wakiwemo baadhi ya mapapa. Uamuzi wa mapapa hawa kujiunga na shirika hilo unaonyesha uzito na ushawishi wa urithi wa Augustino katika maisha ya kiroho na uongozi wa kanisa. Kwa kuwa shirika hili liliweka msingi wa maisha ya kitawa, kufundisha unyenyekevu, toba na huduma kwa jamii, haishangazi kwamba baadhi ya wanashirika wake waliibuka kuwa viongozi wa juu kabisa wa kanisa Katoliki. Hapa sasa tunaweza kuangazia baadhi ya mapapa mashuhuri waliowahi kuwa wa shirika la Agustino. Papa Eugen wa 4 ambaye alianza kutawala kanisa hilo katika nafasi ya upapa mwaka 1431 hadi mwaka 1447, ambaye huyu alizaliwa kwa jina la Gabriele Cordmet, alikuwa mwanachama wa shirika la Agustino kabla ya kuwa papa. Papa Sixtus wa tano ambaye alishikilia cheo hicho kuanzia mwaka 1585 hadi mwaka 1590 ambaye jina lake la kuzaliwa aliitwa Ferris Peretti alijiunga na shirika la Agustino kabla ya kujiunga na shirika la Wabransiska ingawa hatimaye alihamia shirika lingine, lakini mafunzo na malezi ya awali katika utaratibu wa Agustino yaliathiri sana maono ya mtazamo wa papa Sixtus wa tano. Kuna papa mwingine anajulikana kama Papa Alexander wa sita, ambaye alitawala kanisa hilo katika cheo hicho mwaka 1492 hadi mwaka 1503. Jina lake la kuzaliwa aliitwa Rodrigo Borgia Ali, anayefahamika kama Papa Alexander wa sita. Alihusishwa na maisha ya kifahari na siasa, lakini kuna ushahidi wa kihistoria unaoonyesha kwamba aliwahi kupata mafunzo ya awali kutoka katika mfumo wa Agustino kabla ya kuingia rasmi katika siasa za kanisa. Papa Innocent wa 11 ambaye alishikilia nafasi hiyo kutoka mwaka elfu moja mia sita sabini na sita hadi mwaka elfu moja mia sita themanini na kenda ingawa siyo agustino kwa nasaba ya shirika moja kwa moja lakini papa inosenti wa kumi na moja alihusiana kwa karibu na taasisi za kifalsafa za kimonaki zilizojengwa juu ya misingi ya agustino na hata sasa kanisa katoliki limempata papa leo wa kumi na nne ambaye jina lake halisi ni Robert Francis eh, Prevosti, kutoka nchini Marekani. Sasa mapapa waliotoka au walioathiriwa na shirika la Augustino walionyesha kwa vitendo dhamira ya kurejesha uadilifu, nidhamu na toba katika kanisa. Kwa kumalizia tu, uongozi wao uliosheheni maadili ya kiroho, toba na utumishi ulijengwa juu ya misingi ya falsafa ya Kikristo ambayo Augustino aliitetea kwa moyo wote. Hii inathibitisha kwamba mafundisho ya kweli ya kiroho hayafi bali huishi kupitia vizazi mbalimbali mbali, hata kupitia viongozi wa juu kama mapapa wa kanisa Katoliki.